Saa chache baada ya ujumbe wa Marekani kutangaza unaelekea mjini Moscow kujadili uwezekano wa kusitisha mapigano nchini Ukraine, Kremlin imedai imeutwaa tena mkoa wa Kursk ambao ulikuwa chini uli ya, ya ulinzi wa wanajeshi wa Ukraine. Katika mapigano ambayo yamekuwa yakiendelea, watu watatu wameuawa na wengine 14 kujeruhiwa vibaya baada ya Urusi kuvamia eneo la Donenski lililoko mashariki mwa Ukraine. Ni ofisa wa mkoa huo Vadim Filashkin alitoa taarifa hiyo. Kwa mujibu wa ofisa huyo, zaidi ya makazi 100 yameharibiwa vibaya katika eneo la kusini mwakasoni. Mzee wa miaka 68 ameuawa katika shambulizi la kombora lililotumwa na Urusi kupiga makazi ya watu. Huduma ya dharura ya serikali ya Ukraine DSNS inasema maeneo ya makazi ya nje ya mkoa wa Kherson yalipata shambulio kubwa usiku wa kuamkia leo, na juhudi zake za kuzima moto uliosababishwa zilitatizwa na mashambulizi ya kufuatana. Wanajeshi wa Urusi wamedai wamedhibiti eneo la Sulta, mji muhimu katika eneo la Kurski ambao ulikuwa umekaliwa na wanajeshi wa Ukraine. Hata hivyo, shirika la utangazaji la Uingereza BBC halijahakiki madai hayo na pia Ukraine haijazungumzia utekaji huo. Hayo yanajiri baada ya, ya Kremlin kuthibitisha kuwa Rais Vladimir Putin alitembelea eneo la Kursk nchini Urusi siku ya Jumatano, sehemu ambazo zimekuwa chini ya udhibiti wa Ukraine tangu uvamizi wa mwaka jana kufuatia ziara yake Kurski, vyombo vya habari vya Urusi viliripoti kuwa ilikuwa ni maagizo kutoka kwa Putin kwa wanajeshi wa Moscow wadhibiti eneo hilo haraka iwezekanavyo, hatua hii ikiashiria dhamira ya Putin kuteka eneo hilo ili isitumike katika meza ya maridhiano na Ukraini muda utakapowadia.